Helo, naitwa Hafsa Hamisi Chano, malkia ninaeishi kijanja, kutoka Yombo Vituka. Ngoja nikupe siri ya malikia mjanja. Ni mwanamke mpambanaji katika majukumu yake, ni mama anayesimama katika kutimiza ndoto ya familia yake. Malikia mjanja kamwe akindii changamoto mwenye kupenda amani na mapenzi mema ya taifa lake. Ni hivyo tu, nawatakia malkia wajanja wote heri na, na baraka katika kusherekea sikukuu ya mwaka mpya ishirini ishirini na sita. Ishi kijanja, kuwa mja <tipa>